Hayo yamesemwa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilibod Mtafungwa, wakati akizungumza na wananchi pamoja na sungusungu katika kijiji cha Sherima wilani Kwimba. Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza alitafumba macho na kuwaacha wahalifu wakatengeneza himaya yao, linaendelea kuwashughulikia wahalifu kwa nguvu zote ili kuwaruhusu wananchi kuendelea kufanya shughuli zao za uzalishaji mali pasipokuwa na hofu yoyote. Lakini tunaendelea kufanya hivyo kwa kuendelea kuulinda mkoa dhidi ya matukio ya kia. Doria zimeimarishwa, tumeweka vizuizi, unapoingia lazima uchunguze vizuri wewe ni nani, unatoka hapa. Sisi tunapiga marufuku uhalifu aina yoyote na hatuhitaji swala so, la uvunjifu wa amani, hatuhitaji kuliona linapita mbele yetu tukiwa viongozi wa sungusungu. Na ndio maana hata sasa tunafanya kazi pamoja na polisi, ndio maana hata sasa unaona watu wamejumuika pamoja na polisi, wamejichanganya, utafikiri ni raia wote, kwa sababu sisi ni polisi jamii, ambao ni askari wadogo tunao shirikiana na polisi. Kwa hiyo ndani ya wilaya ya Kwimba na ndani ya mkoa wa Mwanza. Nao baadhi ya wananchi wa kijiji hicho wameahidi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuhakikisha amani na utulivu vinadumu katika maeneo yao hasa katika kipindi hiki ambapo baadhi ya maeneo yamekumbwa na vurugu zilizotokana na uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Nashukuru sana kwa kamanda wa polisi wa mkoa kutufikia hapa kutupa mahusiano ya kikosi cha, cha, cha polisi na sungusungu. Nafikiri tutakuwa pamoja katika hali ya ulinzi wa usalama wa watu na mali zao. Tuna wajibu kabisa wa kulinda. Mtu yoyote akitokea, lazima tutoe taarifa kwa uongozi, uwe kata, polisi kata. Tunaahidi tukipata chochote kibaya, tutatoa taarifa kwa jeshi la polisi.